ni ni ni msikilizaji sana eh, eh, ukawa kama una si, si unajua, leo leo ni furahi ni Friday siku pia, afu jana, pia, ilikuwa ni siku ya siku duniani, ya Machi ishirini ilikuwa furaha duniani eh, lakini laki, pia, eh, katika nyongeza ni kwamba leo ikiwa yeah. eh, ni furahi day yeah. Leo katika soka ni kumbukumbu kumbu kuzaliwa kwa moja kati ya wanamichezo mwana soka hatari kwa kuwai tokea kwa skills yeah. jina Ronaldo de Assis Moreira yeah. tunamzoea kwa jina la Ronaldinho ambacho Fundi kabisa, Fundi kabisa, kabisa wa nakikumbuka Ronaldinho Gaucho yes. ni mechi kati ya FC Barcelona dhidi ya Chelsea, mchezo ambao ulipigwa pale Anfield. Ronaldinho alifunga goli akiwa katika viuno. Na katika hivyo kafunga goli. Yaani anafanya mpira hata kama ukiwa upendi eh, unaenjoy kuuangalia. Ya ni mchezaji hatari kwa kutokea yeah. Kupitia sanaa ya mpira. yeah. Leo katimiza miaka 45. Lakini yeah. pia unakumbuka alikuwa na skendo flani hivi. Impeka gerezani. Yeah, wachezaji wengi wa Brazil Uh, changamoto, uh, yeah. Yeah. pesa nyingi, pesa nyingi, uh, ni kwamba yes. America ya kusini, South America yes. Kuna umaskini Brazil, wengi wakaenda kucheza Europe, wakipata hela wanafuja mali. yeah -ha. e, na hakuna kitu kibaya Mr. Marco Idrisi yes. Kama kama uwe na hela, afu uje kuwa huna eh eh, eh, hapo hapo hapo unakuta, unakuta mpaka familia inakuwa kuheshimu Lady kitu kimoja historia, mm. <laughs> Una <kua> historia unakuwa hata kabla muda wako haujafika ya ya kule issue ya passport fake yeah. e, he, lakini tunashukuru bwana, kati ya wazazi wake ambao alicheza nao vizuri yeah. kama Samuel Eto'o yeah. e, Samuel Eto'o e, Fields e, ni, yuko katika kumtoa mwanae mshikaji wake wesuwa na mshikaji ambaye mmeiva eh, eh, eh, sasa tu nyie mnaenda kwenye viwanja, ndo mnakuwa mshikaji kwenye matatizo, eh, matatizo eh, ndo unatambua una this, yeah, yeah, this is real little little friend friend yeah, yes. yeah. Little and, friend, so,